Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi, ambapo mama wa taifa mama Rachel Ruto ametoa wito wa kupatikana kwa suluhu za haraka katika maswala ya utamaduni, kiuchumi na kijamii ili kufanikisha utekelezaji wa haki za mtoto wa kike pamoja na wanawake nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa wanawake wa siku tatu jijini Nairobi, mama wa taifa alisisitiza kujitolea kwa serikali kuhakikisha wanawake wanahusishwa wakati wa kufanya maamuzi humu nchini. Ni siku chache kabla ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake siku ya Jumamosi, mamia ya wanawake kutoka taasisi mbalimbali za serikali, sekta ya kibinafsi, mashirika ya jamii pamoja na wasomi wanakutana katika chuo cha utawala kwa mkutano wa siku tatu. Mkutano huo ambao unafanyika kabla ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake una mada ya kuendeleza usawa wa kijinsia na kukuza ubunifu. Akihutubia mkutano huo mama wa taifa Rachel Ruto alitoa wito wa jitihada za pamoja katika kufanikisha masuala ya utamaduni, kijamii pamoja na kiuchumi ili kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia nchini. While women have achieved much over the years they still encounter various challenges that vary according to culture, economic and social Context. Mama wa Taifa pia aliwahakikishia wanawake nchini kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko mbioni kuhakikisha haki za wanawake zinatekelezwa. Kwenye mkutano wa leo, mpango wa mafunzo wa viongozi wa wanawake watakaotolewa kwenye chuo hicho pia ulizinduliwa. The first ladies young women leaders capacity building fellowship program will greatly empower young women equipping them with requisite skills and competencies for them to excel in today's competitive and dynamic labor market. Joseph Wahungu, Darubini.